Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China imeshuhudia kuimarika kwa biashara wakati wa mapumziko ya sikukuu ya mwaka mpya wa jadi yaliyomalizika hivi karibuni, huku bidhaa bora zikikaribishwa na watumiaji na vivutio vya utalii vilivyojia watu. Malipo ya nje ya mtandao na ya mtandaoni kwa bidhaa za matumizi kwa mji wa Shanghai yalifikia yuan bilioni 32.3 na yuan bilioni 19.8 mtawalia, huku ongezeko la mauzo ya wauzaji wa rejareja katika mkoa wa Henan na manispaa ya Tianjin ikisajiriwa kwa tarakimu mbili. Ununuzi bila kutozwa ushuru huko Hainan ulifikia yuan bilioni 1.56, na mauzo ya nguo za msimu, vipodozi na magari pia yaliripoti ongezeko. Matumizi ya nje ya mtandao yaliendelea kuongezeka wakati wa mapumziko hayo, huku idadi ya watumiaji katika maeneo 36 ya biashara kuu katika miji kama vile Beijing na Shenzhen ikiongezeka kwa angalau asilimia ishirini na tano. Data kubwa zimeonyesha kuwa karibu nusu ya watumiaji wanaofanya kazi katika maeneo muhimu ya biashara sio wenyeji, ambayo ni asilimia ishirini na mbili zaidi kuliko katika kipindi kama hicho mwaka jana. Hii inaonyesha kurejeshwa kwa safari za umbali mrefu. Wakati huo huo, oda za hoteli ziliongezeka sana katika miji mingi kote nchini China na idadi ya watu wanaokaa kwa zaidi ya siku tatu ikifikia kiwango cha juu kwa miaka mitatu. Mapato ya utalii katika mikoa ya China ya Hubei na Sichuan yaliongezeka kwa zaidi ya asilimia thelathini, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya biashara ya China, mauzo ya wauzaji wa rejareja na makampuni ya upishi yaliongezeka kwa asilimia 6.8 kwa mwaka. Miongoni mwa wauzaji wa rejareja wa reja ambao wizara ilifuatilia takwimu zao, mauzo ya nafaka, vyakula, mafuta, nguo, vito vya dhahabu na fedha na magari yalipanda kwa asilimia 9.6, 4.4 na 3.6 mtawalia ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Mapato ya makampuni ya upishi ambayo wizara ilifuatilia katika mikoa ya Hainan, Hunan na Zhejiang yaliongezeka kwa asilimia 15.3, asilimia 10.5 na asilimia 8.9 mtawalia kwa mwaka. Matumizi ya burudani kama vile michezo ya majira ya baridi, burudani za jadi mazoezi ya kujenga mwili na utalii pia yaliongezeka, na utalii wa kieneo uliongeza matumizi ya malazi na mauzo yaliongezeka karibu asilimia mia moja kwa mwaka kwenye baadhi ya majukwaa ya biashara ya mtandaoni. Haya kwa leo, kipindi hiki kinaishia hapa.